Shule ya sekondari Iluhya, inayomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, iliyopo katika kata ya Kishanje, wilayani Bukoba, mkoani Kagera, kilomita 26 kutoka Bukoba mjini, imefanya mahafali ya thelathini na nane ya kidato cha nne kwa mwaka 2025 kwa shamra shamra na furaha kubwa. Mahafali hayo yameanza kwa ibada iliyoongozwa na Mchungaji Jonas Muhigi, mwalimu mkuu wa Kibeta ELCT English Medium Primary School, na katika mahubiri yake amewataka wahitimu kushika elimu walioipata shuleni hapo na kuitumia kusaidia jamii, taifa na dunia kwa ujumla. Niwakumbushe kuwa kuwa mnapohitimu e, elimu mnayoipata tunayoipata mliyoipata mahali hapa haitupatii hakili, bali inatupatia maarifa, ujuzi na uwezo wa kupambana na hali zetu. Inawezekana labda ninyi hamjawa wajuzi kwa sababu hamjataalamika katika fani fulani, lakini kuhitimu kwenu hapa ni mwanzo wa utaalamu wenu kadri mnavyoendelea mbele. Kama, kama nilivyotangulia kuambia, miongoni mwenu na waona walimu na waona wachungaji na waona madaktari na waona marubani na waona wabunge na waona mawaziri, na ni imani yangu kwamba hayo yote yatatimia kwa jina la Yesu mara baada ya ibada hiyo askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Dr. Abednego Kesho Mshahara amezindua jengo jipya lenye ofisi ya walimu na chumba cha kompyuta pamoja na mradi mpya wa maji utakaokuwa mwarobaini wa changamoto ya maji shuleni hapo. Katika risala ya wahitimu iliyosomwa na Susan Erasmus Mutashobia na Kennedy Kajuna Kalinjuna, wametoa shukrani zao kwa walimu na uongozi wa shule kwa malezi bora pamoja na miundombinu mizuri iliyowawezesha kusoma kwa uhuru na pia wameahidi kufanya vizuri kwenye mtihani wa taifa ujao. Tunapenda kuchukua nafasi hii adimu kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wetu wa shule unaosimamiwa na ufanisi na mkuu wetu wa shule Sister Jelda Ebialpima Shumoni na makamu wake mwalimu Damian Fabian waliosimama kidete na kutupa ushirikiano na kutulea vyema katika nyanja za kimaadili, kiroho na kitaaluma. Kwa upande wake, mkuu wa shule hiyo Sisajerida EBRP Mashumuni amesema kuwa shule ya Sekondari Iluhya inaendelea kutoa elimu kwa kuzingatia mtaala wa taifa na mafunzo ya ziada kama maadili, elimu rika, kilimo cha mbogamboga na matunda, lishe, muziki, tehama na uzalendo. Ameongeza kuwa shule hiyo ina maktaba ya kisasa na maabara zenye vifaa vya kutosha kwa masomo ya sayansi. Aidha amebainisha kuwa ufaulu wa shule hiyo umeendelea kuimarika, ambapo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne wanafunzi wote waliohitimu katika shule hiyo wamechaguliwa kuendelea na kidato cha tano na kujiunga na vyuo vya kati. Shukuru Mungu, ufaulu unaendelea kupanda mwaka hadi mwaka, hadi historia inaonesha kuwa shule ya sekondari Iluhya ufaulu wa daraja la kwanza na la pili katika mitihani ya kitaifa ya kidato cha nne unaendelea kuongezeka. Kwa mfano, wanafunzi watatu walipata division 1 mwaka 2011, lakini mwaka jana 2024, idadi imeongezeka wanafunzi waliopata division 1 walikuwa ni 67. Tunamshukuru Mungu kwa ongezeko hilo. Mgeni rasmi katika mahafali hayo Baba Askofu Dr. Abednego nego Kesho Mshahara amepongeza shule hiyo kwa kusimamia taaluma na malezi bora na amewataka wahitimu kuzingatia walichofundishwa na kuwa mfano bora katika jamii huku wakimtanguliza Mungu katika kila jambo. "Ninyi mnaohitimu pamoja na wazazi na kila aliyeko hapa. Tumtangulize Mungu. Tumtangulize Mungu katika kila jambo na katika maisha yetu kwa ujumla. Wanaobaki waendelee kumtanguliza Mungu, wapate elimu, wawe na nidhamu, wawe na uadilifu. Wanaohitimu waendelee kuitafuta elimu, kuikamata elimu huku wakiwa na nidhamu, na hapo atakuwa na elimu kamili yenye utu, elimu yenye heshima, elimu yenye nidhamu, yenye walifu, elimu yenye uadilifu, elimu yenye upendo, elimu yenye kujali, elimu maisha ya mfano. Jumla ya wahitimu na na wa mia moja hamsini na wawili wametunukiwa vyeti vya kuhitimu na kati ya hao wasichana ni sabini na wawili na wavulana themanini, na sherehe hiyo ikahitimishwa kwa furaha na shangwe za nyimbo na ngoma za kitamaduni.